Bana, mtazamaji wa Bongo 5 Network, mambo ni mengi sana mjini Dar es Salaam, lakini pia comment mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hali inayoendelea, hususan katika sekta ya burudani, kwamba wasanii sasa hivi eh, eh, kwa wana wakati mgumu, show zimekuwa ni za uhaba sana nini wanakiona? ia eh, hali ikoje? Eh, majina yako? Maxwell, Kevin Cravel. Okay. Wewe ni nani? Mimi ndo founder na mmiliki wa CBO Security. Okay. Ngera sana. Uh, nadhani unaiona hali ilivyo, lakini pia mara nyingi tunakuona ukiwa na mastaa mbalimbali kwa maofisho Baba Levo na ma, mastaa wengine wakubwa. Hali ikoje kulingana na show za wasanii kuwa pungufu? Kiukweli, imekuwa ni challenge kubwa sana kwa department nzima ya bouncers and bodyguards kutokana na kwamba uh, wale wakipata show ndo vijana tunapata kazi. Ili tuweze kuendesha make. Bouncer makeau ni moja ya kazi vile vile, na ni mtaji. Sisi tunatumia mwili wetu kama mtaji wa kuweza kupata hela okay. shal kama sasa hivi kwa hali iliyopo Tanzania wasanii awapati show, wasanii wa endorsement kwe awapati. kenye changamoto kweli kweli kuweza kupata Uh, payment kifupi ni kwamba kwa upande kwa wetu hali ni sio nzuri sana okay. Yeah. So nini mnafanya basi, angalau kuweza mkono kwenda kinywani, mnatumia mbinu gani sasa? So, kwa sababu wengi tumewazoea kwamba zile event ndio zinawabeba nyie, so nini kinaendelea, mmeweka mkakati gani? Tupe hali halisi, nini kinaendelea? E, mkakati halisi, sisi kama kampuni uh hatutegemei kwamba tunategemea wa wasanii peke yao hapana. Sisi ni industry kubwa, mtu anaweza katumika hapa kulinda sehemu yoyote kufanya kazi na mtu yoyote, kiongozi wa serikali. Kama mimi binafsi na mlinda Baba Levo, at the same time anaweza kumlinda msanii yoyote, so hatudili na wasanii peke yao, lakini tunaongelea wasanii kutokana kwamba ndo key point yetu sisi. Wanakuta msanii mmoja anatembea na bodi tano kumi, kushanipata kwa hiyo tumejipanga uh, kuweza kuangalia pande zote ambazo kuna fursa kuweza kufanya kazi na mtu yoyote ambaye anahitaji ulinzi binafsi. Okay, kabla ya hali hii, yani ulikuwa una uwezo wa wa waku, waku, kufanya kazi kwa kiwango gani? Uh, hali ilivyokuwa shauri show, kwamba shows zinapatikana kwa wingi na nini? mlikuwa mna maintain ni vipi? Hali ilikuwaje? Hali ilikuwa nzuri uh... Na tunapoelekea, tunamshukuru Mungu, sasa hivi tunaenda kwenye ile level ambayo Kutokana na ule e, ukaribu wa mba, mba, mabaunsa na wasanii na ido ziekwepo kwa muda ule. Okay, sasa hivi. Kwa sasa hivi. Sasa hivi, imekuwa ni changamoto, challenge kubwa sana toka kipindi cha machafuko hapa nchini kwetu, na wasanii pia kususiwa show vitu kama hivyo, imekuwa ni challenge kubwa sana sasa hivi, mnaweza kukuta unapata kazi moja au kazi mbili. Kifupi ni kwamba hali ni mbaya kwa department yetu ya bouncers and bodyguards. Okay. Mnaomba nini sasa mashabiki na wadau wa muziki? Nini kifanyike angalau kuwakomboa? Ya binafsi naweza nikasema kwamba naomba yale uh, yaliyopita yamepita na pia sio muda sahihi wa kusema kwamba tuanze kuonyeshana vidole na kuziba riski ya mtu fulani kwa njia moja au nyingine, kwa maana naamini kwamba wale waliitwa kwenda kufanya kazi kwa ajili ya wao, pia waangalie eh, masilahi yao, wameweza kulipwa, wameweza kufanya kazi, ndio hivyo kazi yao pia imeenda tofauti. Lakini tutoe tu msamaha kwa tuto, tuto, ah, kwa raia, kwa wasanii wetu, tuweze kufanya nao kazi na mwisho wa siku tuweze kupata Uh, maisha ya, ya, maisha nje ya tupate kikawaida kama ilivyokuwa before. Okay. Huyu ni bodyguard ambaye mara nyingi huoga anaonekanaga na msanii lakini pia Mheshimiwa Baba Levo, eh, lakini pia tuko na kaka yetu mwingine hapa. Majina yako? Ha, mimi naitwa Lama. Okay. Kwa jina lingine naitwa Lama Baunsa. Okay. mm. Lama Baunsa, uh, hali unaionaje hii? Eh, maana si kawaida kwa upande wako, una maoni gani? Ah, kwa hali sasa hivi ni hali sasa hivi ni ngumu na tuna changamoto, ila lakini kwa sababu wengine kama hivyo, tunakuwa na miradi miradi yetu midogo midogo ya kufanya, basi ndio hivyo, tunashirikiana na miradi mingine, tunasubiria hali kidogo yani, tulia ni shwari, lakini kwa sasa sasa hivi hali kidogo sio nzuri, sio nzuri. Na kabla ya hali ya haijawa hii, ulikuwa na uwezo wa kutengeneza na mbali mbali mbali wa kutengeneza kiasi gani cha uh, fedha kwa hizi shows na matukio mbalimbali, ambayo alikuwa anatokea wasanii kwa hali ambayo ni na wasanii ni kidogo kuhusu masaa mazingira tunatengeneza ni kwa nikuwa wiki tukisafiri huko mkoani wapi, unaweza kupata milioni milioni, ni na laki mbili, laki saba, laki nane Harmonize, usafiri sehemu mbalimbali, hali kidogo ilikuwa po mzuri. Kwa sasa hivi show, sasa hivi zimesimama, wasanii wametulia, kwa hiyo sasa hivi Tupo tupo bwana. Okay. Mm. Tumeweza kuzungumza na mabouncer tumeanza na bouncer wa Baba Levo lakini tulikuwa tunazungumza pia na bouncer ambaye pia naye kwenye ile crew ya mabouncer wa Harmonize pia naye ni miongoni e, wakiwa wanashirikiana na Mudi Mnyama, so tuko na kaka yetu huyu ambaye yeye mara nyingi anaonekanaga akiwa na msanii Mario. Heshima yako mkubwa. Ah, shukuru mambo. Unaitwa nani wewe? Naitwa Bato. Eh, napenda kujiita the man from Bad Nation. Hivi kwa upande wa Mario umehudumu kwa muda gani mpaka sasa hivi? Sasa naenda mwaka wa pili. mwaka wa pili. Yeah. So hali nadhani unaiona ilivyo, e, show sio kama tulivyokuwa tumezoea kwamba kwa msimu huu kwamba show zimekuwa adimu sana na show na matukio kama yale uaganye ndio sehemu yenuno kupata mkate e, unaionaje hali? hali ah, kweli ilikuwa mchakamchaka, tulikuwa tunapata pata hela kabla hali ya machafuko jatokea. Sasa toka hali ya machafuko imetokea na kazi nafikiri zimesimama kama miezi miwili hapa. Tumekuwa tunaishi kipindi kigumu. Lakini pamoja na hayo mimi namshukuru bosi wangu Mario, bado ananikumbuka hata kama nipo nyumbani, ananipa chochote kitu, maisha yanaendelea okay. Uh, labda umejaribu kuzungumza na Mario kusiana na hii hali ilivyo, na anasemaje kwa upande wake? Uh, uzuri bosi wangu ni mwelewa na naye ya anaelewa, yaani hata kabla sijamdodosea hizi habari yeye anakuwa shajua. Ndio maana nakwambia huwa anajua kama anajuaama sijafanya kazi, anajua namna gani ambavyo Ani, anani, anani, anani, anani. Okay, so, niangaikia uh, kabla hali haijawa hii, ulikuwa unaweza kutengeneza shilingi ngapi labda kwa mwezi au kwa wiki kwa matukio kadhaa ambayo huwa unashiriki? Una uh, kwa wiki ni karibia milioni mbili milioni moja na kitano hadi milioni. So, sasa hivi uipate kama ulivyokuwa unaipata. Ah, uh, sasa hivi ya kula tu baba. So, unawaambia nini sasa mashabiki, kwa sababu mashabiki ndio wanasababisha matukio yale yanakuwepo, kwa sababu wanahudhuria kwa wingi na nyie mko pale kwa ajili ya kuhakikisha mnawadhibiti wasi. So, unajua mambo ya vibe kwenye matukio kama yale. E, una nini cha kuzungumza sasa hapa? Unawaambia nini mashabiki, kauli yako ni ipi? yangu mimi, mashabiki hawana sababu za kuwachukia wasanii kwa sababu wasanii wenyewe waliitwa katika sehemu ya kazi. Hapana, wao walikuwa wameitwa katika sekta ya burudishaji kama kazi zingine za kufanyika. Okay, nashukuru sana, sana. Ah, asante. Eh, bwana, kwa jina naitwa Teli Mnyama. Eh. Okay, Teli Mnyama, uh, hapana shaka mimi najua una experience sana kwenye kazi hii. Upepo nadhani unaona ulivyo. Wewe una maoni gani? <coughs> ah, sisi maoni yetu bwana, kwa raia. Eh, ni kuapa kuwapa msamaha. Mashabiki tuseme. Mashabiki, mashabiki kwa wasanii. Kuapa tu msamaha na kuwasamehe tugange ajao. Maana sisi hapa kutokana na mazingira ya raia kukaza kwa wasanii. Hiyo natetea wakati mgumu sisi. E, hapo kipindi cha nyuma, kabla hata mambo haya, tulikuwa tunaokota. Unaokota kweli, ukienda huku mokota 50 hukukota hamsini, mokota sabini. Lakini baada ya kisanga hiki na mashabiki kukunja, dai bwana, hali imekuwa ni ngumu sana. Lakini tunashukuru Mungu katika moja na mbili, sio kama wengine sisi So, tunangana kabisa wasanii hapana. Tuna sehemu nyingi za kugusa. Eh, tumeguswa huku, tumeguswa huku, kama ndio hivyo tajiri ka Twitter CPO hapa, tumeingia huku, tunagusa kule, ana kazi nyingi na vitu vingi na interest ni kubwa. Kwa hiyo, kwa hiyo hiyo. So, tunapambana. Somo anategemea ni msanii tu hapana, lakini kwa msanii pia ni pazuri zaidi kwa sababu tunakota vizuri na tunasafiri nao na kwa, Kwa pia kuna baadhi ya wasanii wanatujali, hiyo sisi tunaomba tu kwa usisi, tuka, tuka mashabiki wa wasanii wazime ngoma wasanii wanaojali ni kama kina nani, kuantajia sana sana hapa? Eh, bana mimi katika game la wasanii sio mwenyeji sana lakini nilibahatika batika sana kutembea na Monaizi ambaye ni Konde Boy, ni familia, ni tajiri yetu, tutembea naye kama mara kaza kaza e, sina, sina, sina, sina sina ni usahihi sana kutembea na wasanii zaidi ya huyo ila, e, mara nyingi sana sisi ni matajiri e, matajiri tu basi. Sina, sina sana spesi ya kutembea na matajiri. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, nashukuru sana. Asante sana.